Eh bana Simba baada ya kufungwa na Azam FC Jumapili katika dimba la Benjamin Mkapa bana watu waliona yamalize jana kulikuwa na kikao kizito pale Msimbazi jana viongozi wa Simba wa sasa na wale waliopita Simba zamani walikutana kujadili mwenendo wa klabu yao na target yao namba moja ni kurudisha umoja ili timu yao irudishe ubora dimbani. yes Unakumbuka kuna siku Clesentus Magoli alisema kuna watu wanaona wao bila, yani, bila wao Simba haiwezi kutoboa. Basi jana kila kitu kimekwisha. Wameamua kufanya kikao kizito. Baada ya kikao kizito, ina maana wamekubaliana sasa ni kuunganisha nguvu ili timu ifanikiwe. Na jambo kubwa zaidi, ruhusa wachezaji umepewa. Wakirudi wanamkuta kocha mpya. Ina maana Simba tayari watakuwa na kocha mpya hapa Dar es Salaam tayari kwa mechi za CAF Champions League dhidi ya Esperance Sportive de Tunis ya Tunisia. Kwa bwana Simba, ile siku kusema nguvu mbili imekufa. Simba wameunganisha nguvu, target yao namba moja wakati huu ni kufanya vizuri. Wale viongozi waliokaa pembeni wamerejea. Kwa ina maana tusubiri tuone, inawezekana Simba raundi ijayo wakawa wa moto. Ule mgogoro ambao ulikuwa nje ya uwanja kwa viongozi, mambo yameisha, wakati huu umoja umerejea.